kuna mazingira ya kibiashara kwamba ili watu wafanye biashara vizuri, yanatengenezwa mazingira ya kufanya vizuri kwenye biashara, ili watu wafanye biashara vizuri. Ili watu wasome, yanajengwa mazingira ili watu waweze kusoma ili watu waweze kuoana na kuolewa yanatengenezwa mazingira. Mazingira yakijengwa vizuri, kinacholengwa kinatimia. Ramadhani ina mazingira yake, imeyajenga nayo, ni mazingira ya kiramadhani na mazingira haya yanakusudia kukulea kukuandaa baada ya Ramadhani uishi hivi. Miongoni mwa mazingira ya Ramadhani ni kwamba yamemfanya, kuna mtu hawezi kufanya ibada kwa msukumo wake yeye kama yeye, anahitaji mahala aliko kundi la watu linalonyanyikwa kwa pamoja kwenda kutekeleza ibada na yeye utamuona anakwenda. Ikiwa hawa walionao ni watu wasioshughulika na ibada, na yeye atakwenda kwa staili walionayo. Hapa utamuona mtu ndani ya Ramadhani, yule mlevi kabla ya Ramadhani anasitisha habari zake, anajumuika na wenzie yule mzinzi kabla ya Ramadhani anaanza na kumfukuza hawara yake ili aifunge ya Ramadhani. Ramadhani ina mazingira yake. Darsa lililoko hapa ni kwamba kama waislamu watafanikiwa kuyajenga mazingira mfano wa yaliyoko ndani ya Ramadhani, huenda walevi wakapungua au wakaisha, huenda wazinzi wakapungua au wakaisha. Kitendo cha kuwa Ramadhani msikiti unajaa ikimalizika Ramadhani msikiti unakwaya, ni ishara tosha kwamba ilichokuja nacho Ramadhani imeondoka nacho, hawa watu wamerudi kule walikokuwa mwanzo. Kama Waislamu, wajibu wetu ni kwamba tuyabene mazingira haya ya Ramadhani kwenye miezi yote iliyobaki, na kuyajenga mazingira nje ya Ramadhani ni jambo la makusudi, si jambo linakuja bahati mbaya kwamba waislamu wenyewe wa, wenye, waamue, waishi maisha ya ndani ya Ramadhani nje ya miezi, nje ya Ramadhani yenyewe. Kwamba ukiingia kwenye mtaa unasema, sasa nimeingia mtaa wa watu wenye tabia zile za Ramadhani. Nyumba unayopita nyumba moja, nyumba ya mbili, nyumba ya tatu, nyumba ya nne, redio zinazorindima eneo hilo ni Qur'ani, na hawa wanasikiliza mawaidha kama yanavyoonekana leo. Ingia masokoni, nini kinasikilizwa? Dada au kaka, ulimtarajia muhuni na msela kwenye kijiwe chake na kibanda chake cha kuuza hoho na karoti, ameweka redio yake anasikiliza kama, akafungulia TBC, basi kafungulia TBC anasikiliza kwenye huo muda wa ki, kipindi hicho maalum kilichowekwa kwa ajili ya Ramadhani na wale wengine wenye kujua radio imani amefungua, na mwenye TV na mahasi niko pale, inasema biatu ramadhania. Anga hili ndilo anga analotakiwa aliishi uislamu miezi iliyobaki. Tuchukue darasa hili. Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bianfusihim, Allah habadilishi watu walionayo mpaka wabadilishe

Anayeniijia mimi anatembea mimi, namwendea kwa spidi kubwa kuliko hiyo. mashiu ni mwendo wa kawaida wa kawaida, na harwala maana yake ni mwendo unaokaribia kukimbia. Ni lugha ya ishara, Allah anaashiria kwamba ukimwendea yeye, kubadilika kwa hatua ya spidi mbili, Allah Subhanahu wa Ta'ala anakuijia kwa sifini kubwa zaidi kupokea yale mabadiliko yako, falmughayir anfusana. Tubadilike, tubadilike tena, kwa namna ambayo itakuwa ni mabadiliko yatakayotupaa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala.